Mutakuja pale Karen? Kuna watu wanasema ati musikuje, ati mukikuja huko munakuja kuhongwa. Nyinyi ni watu wa kuhongwa? Nyinyi ni watu wa kuhongwa, kuongwa? Simunakuja kufuata maendeleo ya Nyandarua, kufuata barabara zenu, kufuata title deeds? kufuata stima, kuna makosa gani? Kuna makosa gani tena niwaulize, kutembea pale kwa deputy president wa Kenya na ni deputy president anatoka hapa kwenu Central, iko makosa gani? Iko makosa gani? Si mumeona watu ya Taita Taveta hapo na watu ya Kajiado na watu ya Rift Valley na watu ya Northeastern, watu wa Central na wanyandarua wakikuja, iko makosa gani? Kuna makosa? Mutakuja, mutakuja niwakaribishe pale Karen. Wangapi watakuja? Ni wakaribishe hapo.